Cha kushangaza mtoto wangu alikuwa sio mwizi, na alikuwa hana halama ambazo ziko katika upande wa kulia. Amechomwa na kitu kinachosadikika kina ncha kali, upande wa mkono wa kushoto, sehemu ya juu za sehemu za mishipa ya fahamu. Amegongwa kitu kinachoitwa butu, yaani inamaanisha inaweza kuwa jiwe au manyundo. Kwa ufuatiliaji sasa, baada ya kuwa tumeahirisha kuzika tukaona tufuatilie kwanza kifo cha marehemu kiko namna kimetokana na nini, mani kwamba kama serikali hawatamchukulia sheria, nani, sheria za kinizamu za serikali, mimi sitakuwa tayari kuzika. Sitakuwa tayari kwa sababu wakitushindikiza tuzike, kwa sababu yeye tukishazika kiwa huru, ina maana sisi tutapoteza haki zetu. Tunataka akamatwe wetu hakikisha, yuko ndani na mwenzake Boni, na ndipo sasa na sisi tutachukua uamuzi wa kuzika. Lakini wakigaidi, wakikaidi kwamba huyu ah, sasa bado tunachunguza, na sisi tutaendelea kuchunguza. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea ikiwa ni pamoja na kuwakamata watuhumiwa wote waliojichukulia sheria mikononi kwa sababu kujichukulia sheria mikononi ni kosa kisheria. Kwa jina naitwa Hamisi Shabani. Jana tulienda kwa mtendaji wa kata. Aka tukapewa kaimu mtendaji kwaandika kwamba tukachukua mwili wa marehemu kwa msamaha kwa sababu yeye alikuwa anatibiwa. Sasa marehemu waga anatibiwa, marehemu waga anatibiwa, aliyekufa anatibiwagwa hata ukiwauliza watu wakiwa hapa, utakujibu ile kwamba marehemu haga anatibiwa kwa sababu nani? Bugando walipokea, walipokea maiti. Sasa leo hii unaambiwa mkachukue mwili wa marehemu kwa, kwa njia ya msamaha alafu, e, kwa njia ya msamaha alafu kwamba yeye alikuwa anatibiwa, marehemu haga anatibiwa mimi naomba serikali nisaidie, kwa kesho ninaomba niletewe mwili wa marehemu saa nne, saa tano, saa saba, mimi nizike. Hata tukikaa mwaka, ina maana yeye lazima apewe stahiki kama mtu aliyefariki, tumzike, alafu mambo mengine yatafuata baadaye. Sisi pale tunafuatilia stahiki za marehemu kwanza, na sheria na vipimo vya hospitali kuweza kujua tunasaidiaje na serikali, lakini bado serikali yenyewe imekaa kimya. Sasa mimi hapo nashindwa kuelewa tunafanyaje. Sasa mimi niendelee kumwona mwenyekiti pamoja na Bonny mtaani, na wao ndo wahusika wakubwa, waje watueleze. Sasa kama inashindikana sisi kupewa mwili wa marehemu waje watueleze sasa kwamba alikufa kufaje wa yeye, au ikiwezekana yeye ndo achukue mwili wa marehemu akazike kama itashindikana kesho mimi kuletewa mwili wa marehemu kuzika kesho. Mimi nataka kuzika mwanangu kesho na kama itashindikana basi ye, basi vyombo vya habari vinaendelea kuchukua habari na maana mimi nitasema basi mwenyekiti na Boni ndio waja uchukua, wakachukua mlio Bugando waende wakam, wakamuzike kwa sababu wao ndo wa, wanajua walivyomchukua, wanajua alivyokufa. Naitwa Sam, Sam Paulo Arando, ni mkazi wa Bugando, ni kaka yake na marehemu. Bado nasisitiza jeshi la polisi ndo linahusika na maswala ya usalama na ulinzi wa raia hiweze kumkamata mtuhumiwa anayetuhumiwa na hii kesi. Nafikiri mpaka saa hii wote tulishaandikwa maelezo na jeshi la polisi. Hata katika maelezo inajidhihirisha kabisa mtuhumiwa ni nani, lakini mpaka hapo polisi wameshindwa kumkamata, na bado sijui yuko nje kwa kigezo kipi, sababu mtu yoyote anayekuwa anatuhumiwa lazima arestiwe. Kama, kama ni tuhuma inaweza kuhitaji dhamana ndamana huwa tukatai, ni haki ya mshtakiwa yoyote au mtuhumiwa yoyote lakini, ingekamatwa akawekwa. Kwa hiyo mimi, haya mambo yanavyoendelea, sijakubaliana nayo, na hata kama ingekuwa nini, mimi kama kaka yake naongea, siwezi kukubaliana nayo hata siku moja.